Mwema kila wakati, wakati. Wazo letu ni punda wa Yesu, punda wa Yesu, Yesu. Tumesikia Yesu anasema nendeni, mpaka kijiji kile kinachowakabili na mtakapoingia ndani, mtaona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado, mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni Bwana ana aja naye. kuna mseminari ambaye wazazi awakupenda awe padri lakini yeye akagangana akagangania wazo lake, na kwenye picha yake kumbukumbu kumbu yake na kauli mbiu akaweka maneno bwana ana aja naye, ilikuwa message sent and delivered. Bwana ana aja naye. Kama ni mwana kwaya, bwana ana aja na sauti yako. Sauti yako ni mwanapunda wa Yesu, bwana ana aja naye Tunaelewana, tuko wote. kama ni zaka yako, iwe punda wa Yesu, Bwana ana aja nayo. sadaka yako, Bwana ana aja nayo. Tunajifunza mambo matatu ambayo inataka niyaelezee. Uwe sehemu ya shangwe, lakini wewe siyo chanzo cha shangwe. Chanzo cha shangwe ya leo, chanzo cha nderemo za leo, chanzo cha matawi ya leo ni Bwana wetu Yesu Kristo. Namamwambia jirani yako chanzo ni Bwana wetu Yesu Kristo. <coughs> Lakini uwe sehemu ya shangwe muimbia. <coughs> Anamele, anameremeta wini, anameremeta lakini baada ya muda, au wanaosema anameremeta wanaanza kumgasigasi, wengine ni mawifi, ananua kanga yenye maneno leo vigeregere kesho kerere ndivyo ilivyokuwa kwa, kwa bwana wetu Yesu Kristo. Waliomwimbia hosana baadaye walisema asurubiwe, leo vigeregere kesho kerere. Lakini naomba kwenye familia leo vigeregere, kesho isiwe kerere. Mwambie jirani yako leo vigeregere, kesho isiwe kerere. Jambo la pili, yule mwanapunda akushangiriwa alishangiliwa Yesu. Kwa hiyo katika maisha, bango la leo ni la Yesu, bango ni la Yesu, tuko wote, bango ni la Yesu. Bango sio la kwaya, bango sio la padri. Tunayemshangilia leo ni nani? Ni Yesu. Yule mwanapunda walipomshangilia Yesu, alifikiriwa na mshangilia yeye, akatingisha tumbo, akatingisha mkia akawa anatazama hivi, hakuna aliye mshangilia. Tunashangilia kwa sababu tumembeba Yesu. Mwambie jirani yako, mbebe Yesu, mwambie mbebe Yesu. tena mbebe Yesu, mbebe Yesu. kuna upekee katika ukawaida, naomba tuseme upekee katika ukawaida. Ndio maana unasema siku hazilingani, Jumamosi hailingani na Jumapili. evirotiviigana orwamkaga turiigana na imansi lakini hiyo siku ambayo punda alimbeba Yesu ilikuwa siku ya kawaida, lakini siku ya pekee. Ni ya kawaida, lakini ni siku ya pekee eh. kuna mama mmoja alipomaliza kupika vizuri katoto tukamwambia leo umefanya kazi ya malaika, umetengeneza chai cha Yesu, maana alisema nilikuwa na njaa ukanilisha. <laughs> ni jambo la kawaida lakini umuone na umshukuru mwenzako. Tunaelewana leo ni jambo ni siku ya Jumapili kama nyingine, lakini si ya kawaida, ni siku ya pekee. Tumekuja kumshangilia Yesu ni Yesu mshindi. Ndio maana tumeshika matawi, ni ishara ya ushindi. Sisi ni Wahaya, hatujashika majani ya migomba, hatujashika matawi ya mibuni, tumeshika matawi ya mtende ambayo yalitumika wakati wa Wayahudi walipokuwa wanashinda kuonesha ushindi, kuonesha shangwe. Yesu Kristo ni mshindi. Naomba tuseme Yesu Kristo ni mshindi. Yesu Kristo ni mshindi. Ulishawahi kuona timu imeshindwa lakini watu wanaendelea kuishangilia? Sasa imagine una timu ambayo inashinda, timu ya Yesu. Timu Yesu ni timu ya kushinda Si kama mnanielewa? Ungane na timu Yesu, usiungane na timu nyingine. Timu Yesu ni timu ya kushinda, timu ya shetani ni timu ya kushindwa. Tuko wote pamoja. Na Yesu hakuna kushindwa, pamoja na shetani hakuna kushinda. Naomba uwe punda wa Yesu, mwambie jirani yako wewe ni punda wa Yesu. Punda wa Yesu, naomba umbebe Yesu, tumbebe Yesu. Tumbebe Yesu. Yani watu wote wanaitwa Kristofora Kristofa maana yake mbeba Yesu, <laughs> mbeba Yesu. Yesu wengine wanafumisha neno Kristofa wanasema Chris, Chris. <laughs> Lakini ni Kristofa. Kristofa ni mbeba Yesu. Naomba kila mtu awe Kristofa, awe mbeba Yesu. Mwambia jirani yako we ni mbeba Yesu, wewe we, we ni kristofa we. Tumsifu yesu Kristo. Yeah, asanteni sana